Muda huu tutakuwa na wageni na tayari wameshaingia hapa studio. Tunaye hapa daktari ama Dr. Sara Kisanga, mkurugenzi wa taasisi ya taaluma za jinsia, na Dr. Lulu Mahai, mkurugenzi huduma za jamii, pia ni mratibu wa masuala ya jinsia na mahitaji maalum katika mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya uchumi. Wote hawa ni kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam. Karibuni. Karibuni. Asante sana. Sawa. <laughs> Naona mlikuwa kama mmepigwa na butwaa hivi kidogo eh? Eh, au ndio mambo yenyewe ya jinsi wengine wakiita jinsia yameanzia hapa hapa, wamekupa sikio kwanza. Sawa, tunazungumza hapa kuhusiana na masuala ya mkakati Uh, ya chuo kikuu cha Dar es Salaam katika kutoa huduma kwa watu wenye mahitaji maalum bila kusahau maswala ya usawa kijinsia, wakati huu tukifahamu baada ya kuwepo kwa likizo ya muda mrefu sasa vyuo vimefunguliwa eh, vingine vinaendelea kufunguliwa, wapo ambao ndo wanadahiliwa kwa hivyo, wapo ambao wanaendelea na mambo kama haya. Sasa chuo kikuu cha Dar es Salaam kimekuwa na mpango huu ambao umekuwepo kwa ajili ya kuhakikisha basi eh, watu mahitaji maalum na, uh, na maswala ya uh, usawa wa kijinsia wanazingatiwa kwa ukamilifu. No, no. na utuo wake sasa mm. Tutazungumza hapa kwa undani zaidi e, mpango huu umekuwa na manufaa kwa kiasi gani kwa chuo hiki kikuu cha Dar es Salaam tukianza eh, kwako eh, Dokta Lulu. Uh, asante sana oh, mimi najikita kwenye maswala mazima ya, ya jinsia na Dokta Sara anajikita kwenye maswala mazima maswala ya basi yeah, ah, yeah, naomba ili ulijibu wewe Dokta Sara. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa upande wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, imeanza kuhudumia wanafunzi wenye mahitaji maalum tangu mwaka 1978 na ijulikane kwamba hiki ndo chuo cha kwanza Tanzania, na ilianza na wanafunzi wawili tu wasioona, lakini mpaka kufikia sasa imeweza kutoa huduma kwa wanafunzi takribani mia saba ambao wameshamaliza degree, um, na masters mpaka PhD kwa ujumla wake. Sasa huduma ambazo chuo kikuu cha Dar es Salaam inatoa ya kwanza kabisa ni kuhakikisha wanafunzi wote wenye mahitaji maalum wanapata accommodation malazi. Chuo kikuu cha Dar es Salaam kina wanafunzi takribani takribani elfu ngapi? 45. Yes, 45. Lakini tuna uhaba wa accommodation. Pamoja na hayo wanafunzi wenye mahitaji maalum wao wana kipaumbele cha kwanza. Kwa hiyo hakuna mwanafunzi mwenye mahitaji maalum ambaye anakosa accommodation. Mm. Sasa mradi huu wa hiti umefanyaje? Mradi wa hiti umesaidia chuo kikuu cha Dar es Salaam katika kuongeza na kuboresha accommodation kwa sababu kuna hostel ambazo zinajengwa za wanafunzi na kwenye hizo hostel ipo floor maalum kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum, ambapo ina zile fasiliti zote kama vyoo kwa ajili wanaotumia vit, uh, vitimwendo. Na kumbuke wanaokusikiliza pia ni wasikilizaji wetu wa kawaida sana. <laughs> ukajisahau ukajikuta uko darasani. <laughs> Asante <laughs> ndugu <ndiri> mtangazaji. <laughs> Kwa hiyo kwenye suala hili la accommodation, mradi um, huu wa um, hiti umetusaidia kujenga hostel, ambapo pia kuna um, floor ambayo ina, ina sakafu ile kwa sisi Waswahili tunaita sakafu mm -hmm. ama ghorofa yes e ghorofa ya kwanza, ghorofa ya pili, ya tatu, na ile jengo lenyewe lote ndio mm. ghorofa mm -hmm. kwa hii tunaita ni sakafu ya chini basi na. Sawa. ambayo ni hususan kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum na ina uh, vifaa vyote muhimu kwa ajili yao. Hilo ni eneo la kwanza la malazi, lakini eneo la pili ambalo ni la msingi sana ni la vifaa vya teknolojia saidizi. Kabla hujaenda kwenye vifaa vya teknolojia umesema, hapa katika hizi sakafu kuna mm -hmm. vifaa vyao maalum ambavyo mm -hmm. vipo. Mtu atataka kujua kwani hao wana, wanahitaji nini kwenye maeneo kama hayo yenye sakafu? Asante ndugu mm -hmm. mtangazaji. Ili jengo lolote liweze kuwa rafiki kwa mtu mwenye mahitaji maalum ni lazima mm -hmm. liwe linafikika. mm -hmm. Kufikika ni lazima tuwe na ngazi mserereko mm -hmm. Uh, kwa Kiingereza tunaita ramps. Kwa hiyo lazima ili mtu mwenye mahitaji maalum aweze kufikia jengo, tunaweka ngazi mserereko, lakini pia linaweza likawekwa lifti ili aweze kwenda kwenye zile kwenye kwenye. Kwenye kwenye. Sakafu ya. Yeah, kama sakafu ya kwanza ya pili ya tatu ndio uh -huh. Lakini kingine tunasema huyu mtu mwenye ulemavu kwa mfano ulemavu wa viungo, ili aweze kwenda jengo moja mpaka lingine, lazima tuwe na njia maalum ambazo akiwa amekaa kwenye kitimwendo anaweza kutembea kwenye kitimwendo kwenye ile njia ikamfikisha labda jengo la maktaba, jengo la kulia chakula, jengo la darasa bila shida. Tunaita pathways au njia maalum. Lakini ukiingia ndani ya jengo uh, lazima kuwe na vyoo ambavyo ni rafiki vyoo rafiki. Hapa tunamwangalia huyu mtu ambaye anatumia kitimwendo, kwa hiyo lazima kiwe na upana wa kutosha, ataweza kuingia na kitimwendo na kugeuka na kitimwendo bila shida. Ukiweka mlango mwembamba, mtu anayetumia kitimwendo hawezi kutumia hicho choo. Lakini pia choo hicho lazima kiwe na tunaita ni supporters, akitoka kwenye kitimwendo aweze kuinuka na kujishikilia kuweza kutumia Uh, choo bila shida. Hivyo ni vitu vya msingi ambavyo tunaangalia katika jengo. mm -hmm. Ndio sawa tu, uh, kabla tujaenda huko mbele zaidi kuna yeah, hawa ni kwa wale ambao wanakuwa wamedahiliwa ama wameelekezwa moja kwa moja kuchukuliwa kwamba hawa mm -hmm. ni kwa ajili ya in Tereki, asante sana ndugu mtangazaji. Hili limeshawahi kutokea, kwa mfano mwaka jana tuliwahi kupokea mwanafunzi kutoka chuo kingine. Yeye alifika pale akiwa hana changamoto ya uoni, lakini baadaye akapata changamoto ya uoni akiwa chuoni hmm, kwenye chuo kingine ambacho sio University of Dar es Salaam hmm. Kwa hiyo ilifanyika transfer akaletwa kwetu, na jambo la kwanza ambalo tuli lifanywa kwake ni kumfanyia mafunzo ya kutumia teknolojia saidizi ambayo ilikuwa ni kompyuta, kwa sababu mtu asiyeona ili aweze kupata mafunzo yake vizuri katika elimu ya juu lazima awe na uwezo mzuri wa kutumia kompyuta. Kwa hiyo tulimpa mafunzo ya kompyuta na baada ya pale alihamishiwa pale chuo kikuu na anaendelea mpaka sasa, tena anasomea utangazaji. Hmm. Hmm. Ni, ni... jina lake linakuja linakataa. Naweza akawa ni, ni moja kati ya ambao ni vijana wetu ambao walikuja hapa kwenye mafunzo, kwenye mafunzo ya vitendo. Basi ni jambo nzuri sawa. Um, tukiweka kando kidogo kwenye suala hili la eh, watu wenye mahitaji maalum, tuangazie masuala ya jinsia pia, tuyagusie hapo kidogo eh. Tunafahamu eh, mtu anaweza aone kwamba, ah, kitengo cha mambo ya jinsia, kwani si mambo yapo tu na yanaenda, huyu ana changamoto yoyote hey? Kwa nini hiyo ha? Asante ndugu mtangazaji. Tuseme tu usawa uh, wa kijinsia ni kitu cha muhimu sana kwenye maisha ya wanadamu. Kwa sababu tunapoangalia neno pana la usawa wa kijinsia, kuna vitu tunajikita navyo. Tunajikita kwenye masuala mazima ya mgawanyo wa rasilimali, Yani, resources kizungu mm -hmm. Maswala mazima ya haki yani rights, maswala mazima ya nafasi yani opportunities. Sasa ukienda katika taasisi ambayo inashughulikia maswala ya, ya jinsia utakuta ni lazima izingatie mgawanyo unaosimamia mahitaji ya watu kwa jinsi zao. Mfano nikutolee tu uh, chuo kikuu cha Dar es Salaam tunawafanya kazi zaidi ya elfu tatu tuna wanafunzi zaidi ya elfu arobaini na tano na huku ndani kwake kuna mchanganyiko wa wanaume na wanawake, na wote wana mahitaji tofauti. Ikija kwa upande wa mwanamke ni stafu ndio, lakini stafu huyu anaweza akawa mjamzito tayari, tuna tofauti. Stafu huyu anaweza akawa mama, stafu huyu anaweza akawa baba mwenye majukumu ya kulea, lakini stafu huyu amepangiwa vipindi vya kufundisha darasani, na kuna siku anahitaji kuja kazini akiwa ana jukumu lake kama baba hana mahali pa kumwacha mtoto na anataka akafundishe darasani. Chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa kipindi hiki cha ambako uh, tangu mradi wa, wa, wa hiti umeanza, imejikita katika kujenga majengo ishirini na moja mapya ambapo ndani yake kutakuwa na chumba ambacho tunakiita social space, yani eneo la kwa sasa, sasa hatuna mm, lakini ndani haya majengo mapya tumeifanya hii kama sehemu maalum ya kwamba kutakuwa na chumba katika jengo ambacho kitapokea watu wenye mahitaji kwa jinsi zao mama akiwa kwa, kwa, kwa idadi hiyo ya wanafunzi pamoja na hao wafanya

Karibu elfu uh, arobaini na nane. Sasa hapo unazungumzia hivo, um, chumba kimoja aa, uh, chumba mm. kimoja kwa kila jengo ambayo, ah, lina jengo ah, alafu lazima mtangazaji, ukumbuke lazima tuanze mahali <laughs> <laughs> <laughs> kwahiyo kumza Nasa <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> sisi tumeipokea hii kama changamoto baada ya wa kuona watu wetu wa wa wanapata changamoto. mm. Kwa kila jengo limebeba hiyo ajenda ya kuwa na wazungu wanaita social space, nafasi uh, ambayo mm fanya mtu awe na sehemu ya kupumzikia anapohitaji. Unapokaa kwenye kiti una tumbo la miezi nane tisa, ila ni changamoto. Saa nyingine wanahitaji kidogo, hata uweke mkono kwenye kochi. Kwa hiyo unatoka unaenda kwenye social space, alafu unarudi, unaendelea na kazi baba. Unaenda kwenye kipindi, utaacha mtoto, utarudi utaendelea na kazi. Kwa hiyo tunajikita katika kutoa huduma hii ili tusogeze jamii ya watu wetu toka nyumbani kuileta kazini, mazingira yawe rafiki. Na hapo hapo sasa, kwa sababu tumeongelea mgawanyo wa, wa, wa, wa rasilimali haki na nafasi, chuo kikuu cha Dar es Salaam sasa kinajenga jengo pia maalum ambalo litashughulika na maswala mazima ya jinsia na mahitaji maalum. Na, ndani, na, na, sawa. Ndani? Ndani, ndani ya hilo jengo sasa mm -hmm. kutakuwa mm -hmm. na dawati la jinsia na dawati la watu wenye mahitaji maalum. Yani tunaleta huduma zote sehemu moja, sawa. Ehem. Mtu yoyote ama walio wengi nisiseme hata mtu yoyote, walio wengi wakisikia tu swala la jinsia, hisia zao zote ziko, kwa maana ya kwamba huyu ni mwanamke anayozungumzwa hapa, wanataka wampe kipaumbele, wanataka wampe upendeleo. Hili limekaaje kwa hapo chuo kikuu cha Dar es Salaam? Niseme tu ni mtazamo ambao inabidi tuugeuze kwenye jamii. Chuo kikuu cha Dar es Salaam kupitia dira yake ya 2061 inazingatia usawa wa kijinsia kwa wote na watu wenye mahitaji, na kwa kipengele hicho sasa, unakuta kila tunachokifanya ni lazima tumwangalie jicho la kiume na jicho la kike. Nakutolea tu mfano mwingine, sisi watu tunatoa uh, pesa ya utafiti kila wakati ndani ya mtu anapotakiwa aandike andiko lazima kuwe na mjumuisho wa mwanamke na mwanamume, yaani andiko lako kama halina mwanamke na mwanamume mm -hmm. <laughs> <laughs> yaani yeah. Ni kigezo cha kwanza cha wewe kutolewa alipiti. Tunakuuliza jinsi iko wapi? Hapa mgawanyo huu utaendaje? Kwa sababu kama swala ni kuwezeshana katika taaluma mm -hmm. lazima tuwezeshane wote, tuinuane, tuende sasa mm -hmm. tunazingatia hata mgawanyo wa pesa za utafiti lazima ndani ya andiko lako tukuulize kuna mwanamke, kuna mwanamme. Kwa nini? Kila mtu ana mchango wake na tuna uwezo tofauti, lazima tuulete sehemu moja. mm -hmm. Lakini pia chuo sasa, eneo hilo hilo linatoa mm -hmm. kitu kinaitwa merit scholarship um, Umetuambia tuweke Kiswahili unaweka umo umo unaitwa Merit Scholarship, yaani ile ufadhili wa uwezo wa mtu uh -huh. Anakuambia ufadhili kulingana na uwezo wa mtu wanafunzi, hawa wanaomaliza form six, wanapata ufadhili kwa jinsi yao, yaani me au ke. kuna nafasi 25 za wanaume 25 za wanawake kwa shahada ya kwanza, lakini digrii ya pili pia. Kwa hiyo yu, yule ambaye ana uwezo uliowapita wenzake anashindanishwa anapata. Kwa hiyo atasomeshwa miaka yake mingapi? Mitatu, lakini sio hivi hivi tu, lazima ubakie kwenye kile kiwango kibaki juu. Ukishuka maanake umeshindwa mm, ule na ushindani ulionyesha uwezo vile. Huu ni ni tofauti na ule ambao amepata kutoka kwenye bodi ya mikopo. Tofauti kabisa kwa sababu uh, serikali ina ina bodi ya mikopo mm, ina Samia scholarship za watu zaidi ya 600, mm, au pia huwa tunawapokea kwa jinsi zao mm, lakini chuo pia kama chuo mkakati wa chuo wa kuongeza namba ya wasichana na wavulana wana uwezo wao peke yao. Kwa hiyo tunafandi sisi maalum, yani hela maalum kwa ajili ya wanafunzi wetu, kila mwaka tunaitoa. Wakina baba mahitaji yao ni yapi, ili kusema kwamba sasa hapa tunazingatia usawa wa kijinsia kiasi ambacho hata wakina baba nao hawapaswi kusema kwamba wanalalamika wametengwa. Sasa nikwambie, sisi hatutengi mwanamume, hatutengi mwanamke. Wewe ukianza okay, okay, kutuambia mambo ya kina baba, sasa hapa mwandishi, manake unaanza kuleta utenganifu <laughs> wafanya <kazi> ya chuo, <laughs> na na, chuo na wanafunzi. Jaribu najaribu, sawa na kwenye na, kuomba tu, jaribu kuangalia hivi, baba anaweza akawa ana mahitaji gani ambayo ni maalum, lakini ukija kwa mwanamke unamkuta ana mahitaji mengi tu maalum. Mwanadamu yoyote ambaye ni binadamu tunamwita ana mahitaji Uh, unakuta anahitaji kusaidiwa kusoma, wazazi hawana kipato, kipato kimekuwa kidogo. Ni kijana ambaye amezaliwa katika familia, kijana wa kwanza, anataka kuingia chuo kikuu lakini wazazi hawawezi. Kwa uwezo wake wa akili alionao, anashindanishwa anaingia sawa sawa, sawa sawa na msichana. Tunapokuja kwenye masuala ya kutoa uh, ufadhili, hatuangalii maumbile Aa, sisi chuo kikuu tunasema ishirini na tano za wanaume ishirini na tano za wanawake zimegawanywa kwa haki kabisa, kwa sababu inakuwa ngumu katika eneo hilo la kusema tuangalie maumbile. Lakini unakuta sasa nyingine sasa, kwenye kwenye kura, mfano kuna wa kwanza na wa pili, wa kwanza mwanamume, wa pili mwanamke mm, hapa mm, unaweza kaweka jich maisha <laughs> yapo hivyo hivyo, unaweza ukaweka jicho la kijinsia. Kwa nini tunaweka jicho la kijinsia kwenye ajira? Unakuta labda tuna walimu elfu <hazimu> moja mia tano kati ya hawa labda mia tisa ni wanaume, labda mia sita ni wanawake. Automatikali utaweka jicho la jinsi pale mm, ili uweze kuleta hii balansi, la sivyo mm, tutaendelea kuongeza namba ya wanaume kwenye ajira peke yake, alafu wanawake wanaendelea kubaki na ile namba. Ili kuleta mgawanyo ulio sawa, saa nyingine unaweka jicho, ndo zile tatu nilizokwambia ile haki, mgawanyo wa rasilimali na nafasi. Kwa hiyo hapa unasimamia kwenye kipengele cha nafasi, kwamba nafasi kwa zimekuwa nyingi kwa wanaume na nafasi zimekuwa chache wanawake au nafasi zimekuwa nyingi sasa hivi, mfano mm. kwa wanawake mm. kwenye ubahili mm. alafu wanaume zimekuwa chache. Kwa hiyo mkakati tunaugeuza sasa mm. unaona no. tunaugeuza kwamba sasa nguvu lazima ielekezwe. Nakupa mfano uh, shule ya sheria yenyewe mwaka juzi ilikuwa na wanafunzi wanawake asilimia sabini na mbili. Kwa mfano mwaka jana wakasema hapa iwe hamsini kwa hamsini. Kwa hiyo yeyote mwenye kigezo ambaye kilikuwa kimefikiwa sawasawa kwa kile kiwango cha kule sheria pointi tatu mpaka tano, ambaye ni mwanamke na mwanaume waliingia kwa usawa sawa. Yeah. Dr. Lulu, um, hebu turudi kwenye mpango ule wa kwanza ambao ulikuwa unauzungumzia, mimi ukanivuta sana masikio yangu. E, tumezoea tume kusikia na kuona katika mataifa mengine huku yaliyoendelea kuwa na sehemu hizo kwa ajili ya kuhifadhi hawa watu wenye changamoto maalum, mathalani hawa wajawazito, ama mama wanaonyonyesha ama na vitu kama hivyo. Chuo kikuu cha Dar es Salaam mmeliona hili na mnaanza nalo? Ndiyo. Kwa kawaida unapoizungumzia nchi yetu unapoizungumzia Afrika, unaona kama sasa miongozo pengine inahitajika, maanake kutakuwa hapo kuna masuala fulani ya mdororo. Huenda yamekuja katika wakati mzuri mwafaka, tujifunze kwa pamoja kwamba ah, haya mambo hata kwenye ofisi zingine natakiwa kuwepo, lakini miongozo, nyinyi mmeweka mikakati gani ya kuhakikisha kwa kwamba mnapoweka hivi vitu kwa ajili ya kusaidia visitumike kinyume uh, vitu hivyo haviwezi kutumika kinyume, kwa sababu tuna sera ya jinsia ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambayo kule ndani inaonyesha wazi wazi nafasi zitatumikaje, haki za watu zitakuwaje, zitakuaje resources yani, uh, Uh, rasilimali zitagawanyika kwa mtindo gani? mm. Kwa unakuta tayari inaeleweka kwamba tukiweka social space, chumba maalum au nafasi maalum mm. kwa ajili ya watu kupumzikia itatumika kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kuzingatia vigezo gani? mm -hmm. Viko wazi mm -hmm. Mtu ambaye ana mahitaji maalumu ya kuzingatia jinsi ya ke na me, huwezi kwenda kukaa tu kwenye ile social space, kwa sababu ile sio sehemu tu ya kunywa maji na kunywa soda <laughs> ah ah ile mm. ni sehemu maalumu imetengwa kwa sababu sisi pia tuna kitu kingine tunakiita rest rooms zipo kwenye maida Bora, kwa watu watakaa, kwa hiyo atakayenda kukaa pale atajua kabisa kwamba labda anamsindikiza akakaa aongee naye, au anamsindikiza mjamzito au baba ili akamsaidie kukaa na mtoto wake nusu saa masaa mawili ili aweze kwenda kufundisha, ndio maana tumekileta. Na ni kweli unasema kwamba hiki kitu kinaweza kuwa cha magharibi. Eh, ni kweli kuna vitu vingine vya magharibi ni vizuri, havina dhambi, mfano kama hiki, cha kwamba kila chumba, kila ofisi, ambayo inajengwa yenye floor tatu nne sakafu, mitoa sakafu. Sakafu. Tatu nne. <laughs> Lazima kuwe na mahali ambapo mahitaji ya wale watu wa lile jengo kwa kuzingatia jinsi zao. Sasa sijakwambia hmm. Pia tuna kitu tunakiita uh, changing room, chumba cha kubadilishia wanawake, wana, wana mahitaji maalumu, kwa hiyo hmm. Ukienda toileti zetu za majengo haya mapya yote kina, tuna chumba cha kubadilishia. Sasa so, usiulize tunabadilisha nini au mambo mengi <laughs> <laughs> <Itakuwa, mayamu. imeshajulikana, laughs> <wewe laughs> Dr. Sara <laughs> <Dr. Sara, laughs> <Sara. laughs> hao watu wenye mahitaji maalum kwa mfano kama wale ambao hawaoni kuna wengine wana ni viziwi mm, hawasikii. Wao mnawasaidia nini ili waweze kufikisha, kufikia malengo yao ikiwa ni pamoja na, ku, na kuhitimu kwenye fani zao? Asante ndugu mtangazaji, labda mm, niliweke sawa kwa sababu najua tuna watu wengi wanatutazama. Um, tunao wasioona na tuna viziwi mm, hatuna wasiosikia ila tuna <laughs> <laughs> sasa, ili waweze kufikia malengo yao ya kielimu, chuo kikuu cha Dar es Salaam imejikita katika kutoa vifaa vya teknolojia saidizi, na hivi vifaa vya teknolojia saidizi vinatolewa kulingana na mahitaji ya mwanafunzi. Tuanze na huyu asiyeona, mwanafunzi asiyeona kabisa anahitaji kompyuta ambayo ina program, tunasema yenye kisoma skrini, skrini rida kwa sababu kompyuta kama kompyuta haiwezi kumsaidia asiona, ila inapoweka ile programu ya kisoma skrini, yeye anaweza kupata taarifa zote alizozihifadhi kwenye kompyuta kwa kutumia kisoma skrini. Hicho ni cha kwanza, na niseme hili wazi kwamba matumizi ya kompyuta kwa wasioona ni ukombozi mkubwa sana wa kielimu, na tunatamani serikali na wizara ilipe kipaumbele kwa kuwawezesha wanafunzi wasioona kujifunza kompyuta kuanzia elimu ya msingi, kwa sababu changamoto tunayoipata, wanafunzi wengi karibia asilimia 99, wanakuja chuo kikuu hawajui kutumia kompyuta. Kwao wakifika, kwa mfano leo hivi, wamefika baada ya orientation, lazima tuingie kwenye mafunzo ya kompyuta. Sasa fikiria, mtu mzima unapoanza kumfundisha kifaa cha teknolojia saidizi jinsi tunavyopambana nayo, kwao ni mwanafunzi asiona Kifaa kingine kwa mwanafunzi asiyeona ni, tunaita kifaa cha kielektroniki cha kuchukua nukuu electronic notetaker. Hiki kinamsaidia anapoingia darasani, mwalimu anafundisha, yeye anaweza akachukua nukuu kwenye hicho kifaa, na ni vifaa ambavyo kwa kweli vinauzwa bei ya juu kidogo, na mradi wa hitu umetusaidia kifaa kimoja. Kwa mfano Braille Note Touch kinauzwa mpaka dola elfu sita hicho ndo kikoje? Hicho Braille Note Touch ni kifaa kidogo tu, kiko kama kiko kama kama kishikwambi mm -hmm. tablet ambacho kina kina braille display, yani kuna mahali ambapo anaweza akatumia braille, lakini anaweza akachukua nukuu na akasevu kwenye hicho kifaa chake. Sawa, uh, muda unakimbia kwelikweli. Wacha tuangazie walau kwenye sera na, na miongozo mm-hmm. Eh, hapa Dokta Lulu, hebu tusaidie sera na miongozo ambayo mnaitumia katika kusimamia hili. Uh, asante sana tuseme tu kama ambavyo nilikuwa nimekuambia pale awali kwamba chuo kikuu cha Dar es Salaam kina dira yake ya 2061 ambayo imenyosha kabisa kwamba lazima tuzingatie masuala ya jinsia na watu wenye mahitaji maalum. Lakini chuo pia kimetengeneza sera ya jinsia ambayo inazingatia usawa wa kijinsia kwa wanaume na wanawake kwenye masuala ya uongozi, kwenye masuala ya scholarship, kwenye masuala mazima ya, ya taratibu zipi zifuatwe. Uh, tuna sera ya unyanyasaji ya kuzuia unyanyasaji wa kingono. Tuna mwongozo wa kupinga unyanyasaji wa kijinsia. Tuna mwongozo wa, wa ku, ku, kusimamia malalamiko, maana malalamiko yanaweza kawa mapana, malalamiko ya aina mbalimbali, na unakuta sasa chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa kupitia hizi sera zake sasa imesimamia kanuni na taratibu ambazo zinamlenga mwanamme na mwanamke ambaye ni mwanafunzi na, na mwalimu. Kumbuke pia tuna wanafunzi ambao wengine wanaitwa underage chini ya miaka kumi na nane, huyo atasimamiwa ndani ya sera ya mtoto. Kwa hiyo tunabeba sera ya taifa sasa tunasimama nayo, lakini yote ambaye ana miaka kumi na nane na kuendelea tunasimama naye kwenye hizi sera ambazo tuko nazo na kwa nini tuna hizi sera nyingi ambazo mradi wa hiti am, ambao tuko nao chuo kikuu cha Dar es Salaam imezisaidia sana kuziboresha na zingine kuzitengeneza. Kumbuka kwamba sisi tunapanuka sasa, tunaelekea uh, Lindi tunaelekea Kagera, tuko Zanzibar, tumepanua pia chuo chetu cha Zanzibar cha, cha IMS kile, sasa bila miongozo, maanake tunaenda kuongeza idadi kubwa ya watu katika hivi vyuo vyetu vipya. Pia mm -hmm. tunahitaji nafasi. Mradi wa hiti pia umetupa opportunities za watu kwenda kusoma nafasi watu kwenda kusoma nje, sio hata Tanzania, nje ili kwenda kujifunza masuala mazima yanayohusiana na ubunifu na maendeleo ya teknolojia. Yani yote sasa hivi ambaye anaenda kusoma Ulaya, kuna kitu kipya tunataka atuletee ambacho kitusaidie kwenye hii mitaala mipya ambayo tunaiangazia sasa. Unakuta tusipozingatia pia jinsia katika masuala haya yote, inakuwa kwetu sisi ni changamoto kubwa, si nimekwambia? na miongozo. Katika miongozo pia tumeweza kusimamia kwamba lazima tuwe na majengo, majengo ambayo yatajali jinsi. Tuna hostels za wasichana na wavulana ambazo tunazijenga katika haya maeneo yote mapya, Lindi na Kagera, na hapa main campus chuo kikuu cha Dar es Salaam chenyewe pia tuna jengo jipya, lakini la watu wa wa, wa, postgraduate. au, wa, wa, wa, wa m Uza, Uza, uh -huh. Hey, tuna uzamivu, tuna uzamii na ile nyingine ya PhD uzamivu huo. Alafu, alafu, ni uzamivu sasa hapa kabla ah, <coughs> <univirazimua ina>, ya kufika <coughs> kwa hiyo unakuta tuna majengo ambayo pia tunayajenga kwa sera inakwambia lazima tujali mahitaji ya mwanamke na mwanamme, unakuta tunayazingatia kwenye majengo ambayo yote yatabeba wavulana na wasichana kwa kuzingatia na mahitaji yetu ya chuo na scholarship, nimekwambia hizo 20 tunatamani tuzungumze nanyi kadiri wezavyo mpaka hata sawa, atu saa tatu lakini muda umetubana tu mpaka hapo. Tuseme tu kwamba tunakushukuruni, lakini kwa jinsi mlivyozungumza, tunatamani muda si mrefu mwaka huu huu pengine tukuiteni tena tuje tuzungumze hapa masuala haya yanayohusiana na masuala ya jinsi kwa wanafunzi pamoja na na hata uchumi hapa nimeona na mageuzi ya uchumi hey, ya. Kuna masuala mageuzi tunataka hey, uchumi bado ni mengi yes. <tikafu> kuazungumza hayo tunakushukuru ni sana. Sawa sawa, sisi tunashukuru sana, <ma> sana. <laughs> so, kipindi kinakuwa kifupi lakini